Shughuli za uchukuzi na biashara zimeathirika pakubwa katika mji wa Busia huku abiria na wafanyabiashara wakipungua maradufu kufuatia uchaguzi unaoendelea nchini Uganda. Mabasi ya abiria yamesalia kuegeshwa katika stendi ya magari mjini Busia, abiria wengi kutoka nchi jirani ya Uganda na mataifa mengine jirani wakikosa kusafiri kama ilivyo kawaida. Mpaka huo umesalia na shughuli chache licha ya kwamba Alhamisi ni siku ya soko wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu, sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo, sasa wameogopa kuja huku mpaka. Warwanda, waganda wote tunawabeba, wakienda kuchukua vitu Nairobi, kwa kwa hivyo sasa hivi wamepungua kulingana na hofu ya kura ya Uganda. Tunaona wateja, idadi ya wateja kidogo imefifia imerudi chini, na pia upande wa kuabiri magari tuko na magari, unaona vile, hata kuna gari tangu asubuhi mpaka saa hizi haina hata mteja mmoja. Tunapata ya kuwa hiyo movement imekuwa restricted, hamna hamuna ile e, usafiri ambayo imekuwa kama kila siku. Mimi kama clearing and forwarding, ukiangalia kando yangu huwa tunakuwa na magari mengi sana yale ambayo yanaingia na kutoka. Leo barabara iko wazi kabisa.